Shosti, tusemezane, kitu ambacho tunatakiwa tumuombe Mungu, sijui tuseme, ni pale ambapo you have a lot of ideas, na mawazo mengi mazuri lakini kupati watu sahihi kufanya mawazo yako au ndoto yako itimie. Muda mwingi tunatakiwa tumuombe Mwenyezi Mungu kwamba sio tu atupe mawazo mazuri bali pia atupe watu Sahihi. Yani watu ambao they can come along and make those dream work. Networking people ambao wataexpand mawazo yetu yawe. Uh, a right people to make our dream to reality. Kwa sababu you can meet this person ana ndoto ana mipango ana uwezo wa kufikiria. Lakini hakutani na watu sahihi, kwa anabaki tu kwa ndoto yake. Umeona eh, yani anabaki like, sana. Yani unasema eh, ni yani, mtu akipata tu labda hela fulani tu ina ina tu, umeona, lakini hapati watu sahihi. So sometimes when we pray, na sisi tunataka tuombe Mungu Mwenyezi tu, no, usinipe tu mawazo, yani mawazo ya ya kwamba ndoto uh, lakini pia nikutanishe na watu ambao watanifanya ndoto yangu iwe reality, nikutanishe na watu ambao huu shuhuda, ambao ndo ndoto itimie kwa sababu la sivyo tutakuwa tumebaki tu pale pale, yaani kwamba you have a good you have a good vision vision of kwako una maono makubwa, una matazamio makubwa, unajiona ukifika mbali, in deep down hauna watu. Umeona, na mwingine tunakosa watu, aidha ni kwa sababu tunaweza tukasema ah, kwa sababu ya watu hang out with, tuwabidi twende same plan, tupate watu, lakini ukija deep down kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye swala la imani ni watu hao ndio wanaofanya uhalisia wa ndoto zetu kuwa na, tukikosa watu hao uhalisia wa ndoto zetu haziwi. So tuwe tunaombea tupate watu, yani tuwe tunaomba tupate watu sahihi wa kufanya ndoto zetu ziwe, watu sahihi wa kufanya ndoto zetu zitimie. Labda ndo ukuwa Mungu unataka uwe kwa sababu emturudi kwa Yesu Mfano Yesu asingekuwa wa na wale wa, watu ni wale wa, waliomfuata wale wale wa, wa, watu kumi na mbili wale sawe, ambao aliambatana nao, kuna shuhuda zisingekuwepo, si ndio? Yani wale watu wale walifanya dhamira ya Mwenyezi Mungu kupitia mtoto wake Yesu Kristo itimie. Watiifu wale watu, wasingeambatana naye labda hata tusingeona shuhuda, labda tusingekuwa na stories za kina Pita, tusingekuwa na stories za kina Yuda, labda tusingekuwa na, na kuona Yesu alivyosali, tusingekuwa tunaona the hustle na ushuhuda Mwenyezi Mungu kutimia. So ndio mwingine it's the right people we need, if we get the right people lengo au dhamira Mwenyezi Mungu aliyoweka ndani yetu, hususan tunasema ndoto zinatimia. So, let's pray tupate watu, yeah. Let's pray tupate watu. Yaani hichi sahizi cha wanafunzi wa Yesu kimenifikirisha kwamba mfano usingekuwa na wale wanafunzi walioambatana naye, sio kwamba Yesu asingefanya lakini angefanya, angefanya, lakini labda sio kwa ukubwa ule, si ndio? Labda tusinge tusingeona mwendelezo wa ukuu wa, wa, wa Mungu baada ya yeye kuondoka Sa, baada ya kuondoka, sio kwamba maisha ya wale watu kumi na mbili yaliishia pale. Baada ya kuondoka, maisha ya wale watu kumi na mbili wakafanya matendo ya Mitume, si ndivyo? Inamaanisha watu unao, utakaoambatana nao wanaweza wakaiishi ndoto yako hata ukiwa haupo So the benefit haiwi tu kwako wewe, the benefit inakuwa kwako, watu walioambatana na wewe na watu wengine watakaoambatana na hao watu, ili kutimiza ndoto iliyopo. Kwa hiyo inaweza ikawa ni ndoto yako kama yako, lakini kumbe hiyo ndoto sio yako tu, ni ndoto ambayo inabidi itoke ikutane na watu na hao watu waifanye hiyo ndoto iwe, ili iwarahisishie au iwape nuru watu wengine. So when we pray we need to pray about people we meet we need to pray about the networking we create we need to pray about everything ambacho kina include kutimiza wow. ndoto think about that alafu uniambie nawe